Kwanza nishukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumeamka salama, tuko vizuri, tumecheza mechi juzi, tumemaliza, tumejaribu kufanya baadhi ya masaisho na tunaendelea kuyafanya kazi leo tena pia, kwa sababu leo kesho, lakini kikubwa ni kwamba maandalizi kwa ujumla yanakwenda vizuri. Ya kama ulivyosema lakini kikubwa kama unafahamu kwamba hivi sasa mfumo unategemeana kutokana na mchezo ambao unaofuata. Kwa sababu mechi me iliyopita tumemaliza

Kwanza ah, niseme kwamba ligi imekuwa ngumu especially kwa timu ambazo bado ziko chini. Kila mmoja anapambana kwa kiasi kwamba atoka chini kwenda juu. Nadhani plani ambayo tumeingia nayo mechi iliyopita, nadhani kesho tutaingia tofauti kutegemea na wachezaji ambao aina gani tunao. Fatiki imekuwa kubwa kutokana, nadhani mwenyewe umeona, tumecheza juzi, baada ya siku mbili tena tunaingia tena kesho, na ratiba iko hivyo mpaka tarehe nane tunacheza hivyo kila baada ya siku mbili tunacheza mechi. Kwa hiyo tutaingia na plani nyingine tofauti ambayo tumeingia nayo mechi iliyopita. Kwa hiyo nadhani tunategemea plani ambayo tutaingia nayo kesho, kesho kesho tunategemea kupata matokeo mazuri. And, uh, I'm happy to see you and also to familiarize in football here in Tanzania. Uh, my name is Genesis Mangombe and currently the head coach of Tabora United. uh, and I'm from Zimbabwe. Well, uh, <coughs> I know we've been doing very well in terms of preparation but you know we have a setback uh, previous uh, days versus Yanga, but but yeah,

or changing the whole team is going to be a difficult also for us it's a bit challenge because if you see uh, we don't have enough time for that rest but uh, we have to fulfill the fixture and at the end of the day we also want points you know uh, the team behind us uh, is also on us so we try our level best that we maximize on this game and we'll try to psych up the boys that we need to fight to the end nyakati kama hizi tukiwa na afya njema. Aa, lakini sisi pia kama wachezaji tumejiandaa vizuri kutokana kutokana na matokeo ya mchezo uliopita, tumejua tumepoteza, hata kama tumepata sare lakini kwa upande wetu tumepoteza kwa kiasi kikubwa tunahisi. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri kabisa katika mchezo huu wa kesho kupata matokeo mazuri ambayo yatatusogeza kutoka pale ambapo tulipo kwenda juu. Kwa hiyo sisi kama wachezaji kiuhalisia tumejiandaa vizuri kutokana na maelekezo ambao tunapata kutoka kwa viongozi wetu pamoja na bench. Ah, kitu mimi ninachopenda kuomba mashabiki ambao tumewaacha Tabora. Kwanza kabisa tunawashukuru kwa kuwa licha ya kuwa tunaendelea kupoteza michezo lakini bado wako bega, bega pamoja na sisi. Kwa hiyo nawaomba wasikate tamaa wazidi kutu, kutupa sapoti lakini pia mashabiki ambao wapo Tabora ambao wapo Mwanza ni mashabiki wa timu yetu Tabora United wazidi kutupambania.